Njombe ni salama. Huu ni mkoa wa wafanyabiashara, huu ni mkoa wa wazalishaji, huu ni mkoa wa wachakalikaji. Piga kura, endelea na shughuli zako, wala usiwe wasiwasi wowote. Si mnaelewa kama mkoa, vyombo vya ulinzi na usalama kwenye mkoa viko kuhakikisha kwa kwamba kila mwananjombe anatimiza haki yake ya kupiga kura usitishwe na maneno wala usibabaishwe na jambo lolote vituo viko kwenye maeneo yenu na vituo vingi viko ndani ya maeneo ambayo wapiga kula wananchi wanaishi toka kapige kula baada ya kupiga kula endelea na shughuli zako za uzalishaji endelea na shughuli zako za utoaji huduma endelea na shughuli zako za kimaisha baada ya hapo tume ya uchaguzi wana utaratibu wa kutangaza washindi wa, wa udiwani matokeo ya urais Hayo ni mambo ya tume, hayo ni mambo ya tume. Kwa hiyo nimesimama hapa kuwahakikishia watu wa njombe wote, tarehe 29 ni siku salama kabisa. Tarehe 29 ni siku ya maamuzi ya taifa letu. Nenda ukatimize haki yako ya kidemokrasia, nenda ukatimize haki yako ya kikatiba, piga kura yako. Baada ya hapo endelea na shughuli zako, masoko yafanye kazi na kitambulisho chako cha kupigia kura. Wala ambao hamna vitambulisho vya kupigia kura, Tume ya Uchaguzi wameshatoa ufafanuzi. Mtu ambaye ana kitambulisho cha taifa anaruhusiwa kupiga kura, mtu ambaye ana leseni ya biashara, ana leseni ile driving license, ya kuendesha magari anaruhusiwa kupiga kura, kwa maana utambulisho wote ambao Tume ya Uchaguzi wameutoa unaokupa nafasi wewe kama mtanzania mwana Njombe kupiga kura utumie, kupiga kura ni haki yako ya kidemokrasia, na ndiyo maana unaenda kuchagua ndio na hapana. Ni haki yako ya kidemokrasia, huna sababu ya kuipoteza. Na ndiyo maana kitaifa, baada ya mjadala wa miaka mingi, kwamba uchaguzi usifanyike siku ya ibada kuna watu wanaenda kanisani, wanaenda msikitini, alafu kuna zoezi la kupiga kura. Serikali ikifanya mabadiliko, siku ya kupiga kura inakuwa ni siku ya kazi, amodi siku ya Jumatano. Lakini mheshimiwa Rais amepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria kuitangaza siku ya uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania kuwa siku ya mapumziko. Kwa hiyo, hiyo siku ni siku ya mapumziko lakini siku ya mapumziko zaidi kwa sisi ambao tunaenda wapi maofisini kwa wewe mfanye biashara hiyo ni siku ya kufanya pia biashara zako toka asubuhi piga kura fungua meza yako fungua duka lako fungua mgawa wako fanya biashara yako sijui mnanielewa mendelewa vizuri ni siku ya mapumziko kwa wale ambao wanaajira lakini kwa mfanyibiashara siku yako ya kufanya biashara tena, fungua duka mapema, maana kuna watu ambao wanafanya shughuli za ujenzi. Hiyo ndio siku yake ya kuchukua saruji kwenda kufanya kupiga lipu nyumba yake, ndio siku yake ya kununua nondo kwenda kufunga renta nyumba yake, ndiyo siku ya kununua rangi kwenda kupiga rangi nyumba yake. Ulioko sokoni, fungua soko mapema. Make, siku ambayo mtumishi ambaye yuko ofisini amepata siku ya katikati ya wiki kuja kufanya maemezi pale sokoni ili ache nyumbani aliamisha ndele na kazi zake za ofisini. Aliyoko kwenye usafirishaji boda boda bajaji daradara teksi boti upa ni siku yako ya biashara. Make so watu wengi wanafanya movement za kufanya maemezi ya nyumbani na kwenda kuona vitu vyao ambavyo hawajaviona toka Jumamosi na Jumapili alipotoka kwenye hizo shughuli. Kwa ni waombe, enda ukapige kura, aliyena biashara zake naenda kwenye biashara zako, wana ambao ukupata nafasi ya kusalimia ndugu likuwa naumwa, ulikuwa umefiwa. Ni fursa, unapiga kura asubuhi, unaenda kwenye shughuli zako zingine. Kuhusu swala la usalama, niwahakikishie na kitambulisho chako cha kupigia kura wala ambao hamna vitambulisho vya kupigia kura, tume ya uchaguzi wameshatoa ufafanuzi. Mtu ambaye ana kitambulisho cha taifa anaruhusiwa kupiga kura, mtu ambaye ana leseni ya biashara, ana leseni ile driving license ya kuendesha magari anaruhusiwa kupiga kura. Kwa maana utambulisho wote ambao tume ya uchaguzi wameutoa unaokupa nafasi wewe kama Mtanzania, Mwananjombe, kupiga kura, utumie Kupiga kura ni haki yako ya kidemokrasia, na ndiyo maana unaenda kuchagua, ndio na hapana. Ni haki yako ya kidemokrasia, kuna sababu ya kuipoteza. Na ndiyo maana kitaifa, baada ya mjadala wa miaka mingi, kwamba uchaguzi usifanyike siku ya ibada, kuna watu wanaenda kanisani, wanaenda msikitini, alafu kuna zoezi la kupiga kura. Serikali ikifanya mabadiliko, siku ya kupiga kura inakuwa ni siku ya kazi ambayo ni siku ya Jumatano. Lakini mheshimiwa Rais amepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria kuitangaza siku ya uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania kuwa siku ya mapumziko. Kwa hiyo hiyo siku ni siku ya mapumziko <clears throat> lakini siku ya mapumziko zaidi kwa sisi ambao tunaenda wapi, maofisini kwa wewe mfanyi biashara, hiyo ni siku ya kufanya pia biashara zako. Toka asubuhi, piga kura, fungua meza yako, fungua duka lako, fungua mgawa wako, fanya biashara yako. Sijui mnanielewa, mmenielewa vizuri? Ni siku ya mapumziko kwa wale ambao wanaajira, lakini kwa mfanyibiashara siku yako ya kufanya biashara tena, fungua duka mapema, maake kuna watu ambao wanafanya shughuli za ujenzi, hiyo ndio siku yake ya kuchukua saruji kwenda kufanya kupiga lipu nyumba yake, ndio siku yake ya kununua nondo kwenda kufunga lenta nyumba yake, ndiyo siku ya kununua rangi kwenda kupiga rangi nyumba yake. Ulioko sokoni, fungua soko mapema, maake siku ambayo mtumishi ambaye yuko ofisini amepata siku ya katikati ya wiki kunyakufanya maemezi pale sokoni ili ache nyumbani alianisha ndelena kazi zake za ofisini. Alioko kwenye usafirishaji boda boda, bajaji, daradara, taxi, bo upa, ni siku yako ya biashara, makeso watu wengi wanafanya movement za kufanya maemezi ya nyumbani na kwenda kuona vitu vyao ambavyo hawajaviona toka jumamosi na Jumapili alipotoka kwenye hizo shughuli, kwani waombe enda ukapige kura alienda biashara zake, naenda kwenye biashara zako, wana ambao ukupata nafasi ya kusalimia ndugu ulikuwa anaumwa, ulikuwa umefiwa, ni fursa. Unapiga kura asubuhi, unaenda kwenye shughuli zako zingine. Kuhusu swala la usalama, ni wahakikishie.